Tulia hapo kijana, tulia ama uende nyumbani <laughs> hivyo. <laughs> Nataka utulie hapo. Umeona hao, enda pale. Simama juu, simama juu. Hawa ndio waliwakosea. Mimi pia nimpige venye alikuwa ananipiga. <laughs> Nataka apige magoti hapo chini. Piga magoti hapo chini kijana. Anko.

<tabu: tabu>: na juu Njoku kuku, njau kukuwa down bro, si kumaanisha tu umesota hapana. Ni hiyo tu zile bili sulu kuna nilikuwa nalipa mara ya kwanza kwanza zimeshuka umeikuwa down. Down, Simon. Kwani hiyo pesa kidogo nyo unapeleka kwa pombe, mbona usileta kwa nyumba? Mbona kwa unashout? Kwani pombe naishi huko ama naishi kwa nyumba? uyo kwa, kwa nyumba ukikuja ah. Unakunena kama bibi na kuanga bibi ukikuja kwa nyumba ninaribia masikio basi, eh. Siongea polepole. Kwani ukisha... Niongea polepole ya nini? Nimeongea polepole. Nikiongea polepole unaona ni kama mimi. Mimi si mtu wa maana. Mimi si mtu wa maana tena nikiongea polepole. Kazi ni vita tu, vita tu 20, vita tu kila... Acha tu waongee na Simon. Mumeelewana aje, Simon? Kwa sababu tumewapea nafasi. Tumewapea nafasi na, na daktari akawaambia kwamba mwende kando muongelelele maneno yenu alafu ndio mtakuja mjue venye mnafanya mwongea, mmemalizana aje? Sasa nishakubali bro story. Umekubaliana ume na yeye? Sawa ni kochi. Yaani si leo tumeongea? Yaani leo kwa ile hali niko nayo saa hii. Sasa umekubali, umemwambia nini? Umemwambia nini? Nimemwambia saa hii kazi, kazi mimi kivyangu kazi iko chini, saa hii kazi nafanya. Atulie tu. Ile kidogo tu napata kwa tunakula tu hiyo. Mbona tujakuwa tukikula? Saa hii tunaanza kukula hiyo kidogo yenye unapata. Ni Simon. Wewe unarudi kwa nyumba, kama umeelewa? Hapana bro. Hiyo unaniekelea. Unajua, acha nikwambie mwanaume, sikia, <laughs> unajua kuna ile kuleo mtu anaweza lewa Kulewa, na ulewa, kue chakari kabisa bro. Mimi nikipit... ni stress tu, mahali unalewa siku... eh, watoto wa kule chakula. Kwani bro, kitamba watoto chakula kwani kukienda maisha vile inakuanga bro saii, kuna wakati sai okay, sai sai kunaendaka kuna chini na kunakuanga juu, si ndio? hmm maisha hizi kati, kila wakati unapata anga, wewe ulikuwa unapata kitambo ama time it it, yani vitu huchange sometimes, si ndio? Mimi kazi imeenda chini kidogo, nime sijakuwa tu financially stable juu kazi imechi, lakini kitambo nilikuwa na provide hata yanajua seti ya juu. Mimi nashangaa nashangaa, ameleta kelele hapa ya nini bwana? Kama bwana wako na right ya kupiga kelele, Simon, wewe umeolea kwa wewe kama umetoka na mimi sema mimi naye. Acha nikuulize, naweza toka tu kwa nyumba niache shughuli zangu nikuje, nafuatana na yeye na acha ananisaidia? kwani mimi ni chizi? Mimi hata nashangaa umeleta hizo stories za nini hapa. Nataka kusikia ni mmeongea na mnaga, sababu nilikwambia mambo yote ile mtaongea ukuja uniambie ile mambo ambayo ndio nataka nisikie, vile mmeongea huko, mmeongea namna gani? Ya daktari ametaka tukujua mmeongea vipi.

kama hataki majukumu tena aseme, daktari. Ni ukweli, Simon ako na pesa ama ana mwenye. Mm, anajijua na si ati ana pesa mm. pesa pesako na pesa enazalisha familia pesa akonayo, kwa hivyo ni, ni, ni yeye anakosa tu kulisha familia. Ni mtu ambaye ako na kiburi sana. Na Bwana Simon, Simon unaongeleshwa, si guze guze, nakusikia daktari. E, sasa una, umeona vile aibu ile unapata kwa vitu ambayo ungeweza tu kuepukana we mwenyewe. Aibu kama hizi ni ya nini kijana yangu? Aibu kama hizi ambayo unakuja kuanikwa mbele ya watu, mambo ya nyumba unakuja kuanikwa kwa nini sasa? Tutaongea miaka ngapi tukiongea Simon? Miaka ngapi tukiongea? Mimi nashukuru vile amefika hapa, hapa sababu amefanya mambo yangu imekuwa rahisi juu nilikuwa naambia watu kwamba huyu mwanaume ni mtu ambaye amejificha tu, sio mtu mzuri mm, mm, mi nilitaka mjionee pia nyenye, sababu hii kitu ikitendeka, nilikuwa naona inakuja kutendeka. Najua nyie mukwa mnajua, hata mmestuka, lakini mimi niliona kuamba itakuja kutendeka na ndio maana nilitaka pia akuje athibitishe kwamba hali ile ambayo Simon anampitishia kwa hiyo nyumba. Najua nyinyi mwezi elewa, mnaona ni kama kichwa yake sio mzuri, lakini ni hali ile anapitishwa kwa hiyo nyumba. Yeye mwanamke ananyanyasika sana, na ukiona mwanamke amefikia hali kama hii kukuja kukuanika mbele ya watu, ujue amefika mwisho. Na wanawake ni watu ya kuvumilia, ndio wanasema ndoa ni kuvumilia, lakini yeye amevumilia kutosha, sababu mimi nikiangalia naona amenyanyasika sana amejituma mpaka amefika mwisho na nampa pongezi, sababu ni mwanamke ambaye anajituma, lakini huyu mwanaume ni mtu ambaye anamrudisha nyuma sana. Simon, pesa uko nayo, ni kwa nini hutaki kujukumikia familia? Wanda gani unataka niongee mara ngapi? Siko hapa kurudia rudia, maana nimesema, pesa sasa mimi ziko chini. Kazi nafanya, kazi nafanya, sasa iko chini, haina pesa. Haina pesa, lakini iko na pesa ya pombe, si ndio? Na wanawake ende kufanya hata kama Simon, kuwa na heshima na ukue na adabu na <cifu> si um, una na jiheshimu na miaka. Hata nikiolewa ati nimeolewa, umeolewa? Unafikiri naweza olewa na mwanaume kama wewe? Shame on you, wewe hufai kuwa na bibi, you don't deserve that woman. Hata kama ni conductor atakuwa piga kelele hapo

Pale kwa nani? Kwa anko yako, ujaona hizi vitu zikifanyika, wakipigana nini, drama zikiwapo kwa nyumba? Mimi hata mimi sijaiona. hiyo de, hiyo de tukipelekwa na anko hmm. kwake Yeye yeah, hakuwa alisema nyika yeni hapa, mimi nitakuja. hakukuja kuja, haku, kuja. Yeah, hakuwa. So alikuja akatoka. Alikuja akatuacha. So sasa umepata jibu. Hakuangi. Muuliza anaenda ngapi? So kumaanisha aliwapeleka tu kwa nyumba na akatoka, yeah, kaenda siku mlikula mlipikiwa chakula kwa nyumba yao hey. Nimevumilia hey, hey. ya kutosha hey. Ukiona nimefika hapa hapa, nimeleta nje, niende kwetu nifanye nini? Yeye nitakuambia kitu, na yeye na watoto wako watoto wako nipeleke wapi? Nikuachie watoto watese venye unanitesa, ndo reki uze wengine na mwanaume mwingine. Nimechoka na mali imefika, uwezi nitishia tena <laughs> Simon, vitu ile unaongea hiyo si suluhisho. Mambo ya kusema utoke uende utafute mwanaume, hiyo si suluhisho. Unajua na unaelewa ile vitu ambayo mwanamke anasema ni ukweli, si ndio? Nakuuliza tu kwa upole, vitu ile mwanamke anasema si ni ukweli? Kuna ukweli hapo daktari? Ati hakuna ukweli? Sasa mimi ndo muongo, nitoke tu huko sijui watu wote najua Chris hapa, nikuje tu nidanganye. Kwa nini mimi nimeruka akili, akili? Binai mimi nimeruka akili nitoke tu out of nowhere nikuje na wadanganya. Hata siku anajua mko, mimi nimejua mko na meeting. Siku anajua mimi nimemfuata tu. Mbona nikuje nidanganye? Mimi nimekusikia. Na ningependa upite huko, simama tu huko Sawa daktari. Wewe simama tu huku niachie huyo sababu unaona mahali tumetoana na yeye. Mimi nimejaribu kumuelezea mara mingi. Nimejaribu kumpa nafasi mara mingi lakini anaona ni kama ni mchezo tunafanyiana. Si ndio Simon? Simon. Sasa time na niwestia. Na niwestia tu hapa na kazi zangu Simon, Simon acha nikwambie bro. Acha kiburi tafadhali hata kiburi tutaki ukuja uumizwa hapa alafu kuja umeshirikiana na hao watu, si ndio Bina? Mimi si tunashirikiana na wao. Mimi kulingana na vitu zenye zimeongelelewa hapa, kitu yenye imesemwa pale na Shiro ni uongo. Eh, wewe ulikuwa na usi, usi, usi, uhusiano na Shiro, Shiro? ni hakuna ukweli hapo. Huyu mtu alikuwa na uhusiano na Shiro, Simon. wakakulana na Shiro akampea mimba. Hiyo ni kitu ya ukweli Shiro, ama ni uongo? Simon umetumwa kunimaliza, si ndio?

Ni wewe ndio uko natupotezea hapa muda tu, ingekuwa hata hii maneno tumemaliza, lakini ni wewe uko natupotezea muda. Hii mambo umefikia wapi? Umeamua namna gani? Unajukumika na hivi vitu ambaye tumesema ni ukweli hapo? So, sawa Binai, ungesonga huko kidogo, sababu hii dawa ambayo nataka kurusha hapa inaweza kuaffect. Songa tu nyuma kidogo. Sasa nanii Simon, unaleta kiburi, ni kama ujaona kitu yenye daktari amefanya yoyote kwa mtu, si ndio? Bwana, nikubali vitu si za, vitu za uongo. Sasa unakataa, unakataa kabisa kwamba huku usikike kwa mauaji kwa kwa ya bradha yako, ama unakataa kwamba wewe uninii ushughulikie bibi yako? Haya. <laughs> unajua ba, hapa, hapa mtu hataki kuongea. Si tunambembeleza kuongea yoyote fasi nafasi aongee, lakini anaona kama mimi na rika yake tunafanya mchezo. Nimetaka mwenyewe ajione. nataka aongee tu mwenyewe kila kitu mambo yote vile walianza mpaka vile walimaliza. Acha ajikune hivyo <laughs> ndio atuambie kila kitu, acha tumbe tu time ajikune. Ukiwa tayari, ukiwa tayari kuongea utuambie, nikuletee mike hapo uongee. Acha tumbe nafasi ajikune kwanza, kama dhili ya wazivi. Akiwa akiwa akiwa tayari kuongea, ndio ataongea. Kwa nini kwa daktari nini? <lip> na bado <lip> na bado hata daktari yeye jatosha. Okay. Ile kupigwa nimepigwa ijafikia kunniijafikia hii bado hiyo, hmm. Ijatosha, ongeza volume daktari hiyo tumalize. Mambo tayari ijatoshatayari tumalize, kama umeongea sidio, utaongea sindio? Ayaongea Uta Uta hmm. Aya anzia kwa nini, kwa plani yako kwa plani yako na shiro, eh? Acha hivyo sababu, so, tuongea tu tumalize Umefika. Ni nini inaendelea huku binaye? Hiyo kitu peana kwa daktari. Kuja huku peane huko. Acha uje maji kune kwanza. Na hata wewe pia. Mimi sifikii hapo. Mimi siwezi fikia hapo. Na ni ni mm. mm. kufanyia nini mm. wewe? Mbona unatumia uongo kijana? Tulikuwa tuende tulipe leo na alafu tuchukue right, right, Tulepe, right. Na sasa ikapatikana mm. Yeah. My story. My story. Yeah. Najua kijana wewe mi nimekumulika sana nimekumulika sana nawe, ni kijana na wewe mm, we, sasa wewe sasa we litaka kuenda nyumbani. Ulisema tunakuchelewesha muda, unaweza enda mmm, nyumbani. Sasa enda tu nyumbani, sasa nyumbani, sasa we kijana, yeah. Na hii ni mara ya ngapi tumepatana na wewe, mara na kila mara nikiwa nawe huwa nakuambia kijana, urekebike, si ndio? Na, uo uo una na, like, basi. na na unarekebika na jaribu ingi si kujaribu unajua u una, unaona kama mene rika yako sindio? uwezi uh kuwa rika yangu <tip> uh unaona ni kama tunafanya mchezo uh -a, Si mchezo. Ndo hii Kenya ulikuwa unaitisha. Sasa ni nini tena daktari? uh -huh. Si ndo hii Kenya ulikuwa unaitisha ama si ndo hii si, hadi imeandikwa uh -huh. Mbua mkia ibagu tuwane unataka kufuata mwenzako hapo chini? nakumulika na kijana, we we, enda nyumbani we, we ulitaka kuenda, enda tu we. Mi sina shida na we, unaweza enda uleta, tuone ulikuwa na nia gani na hii nini. Mi nilikuwa tu nipate gari, sikuwa na nia mbaya na gari. Si gari ni ya kuendesha na kuhasili Kijana, wacha nikuambia tamaa ta itakupeleka babaya, sababu unajua utapatana na mwingine na atakufanya kitu baya. Mimi sababu nire, nire, ni nire. Nire. Na naamini utarekebika. Utarekebika. Hii ni mara ya mwisho nakupea onyo, tukipatana tena kwingine nisikie maneno ingine, sababu unajua uka najua uka hapa mi nakumulika na tu mm. Na naamini utabadilika Naamini utabadilika. Daktari tumalize hii hii story. Jamaa ana ananuka bana. Daktari tumalize hii story basi. Tumalize basi. Nataka mwenyewe uanze kuongea tu kila kitu. Anza kuongea ndio tutakuja tutamaliza. Nataka kuongea basi. Nataka uongee tu. Ongea watu wote wanakusikia. Eh, ongea. Anzia kwa plani yako na Shiro, mambo mlifanya yote. Shiro. Shiro alinituma dawa. Eh. Alikutuma dawa kufanya nini? Ua sijui mimi, aliniambia tena nikanunua dawa hmm. mimi nilikuwa sikujua ati dawa ya kuua hmm. nikamletea hmm. Kumbe baada ya kumletea alikuwa na plan ya kuwekea hmm. Eh, ulipea brada yangu ndiye akamwekea. Tulikuwa tunatembea naye Eh, mlikuwa kwa mahusiano na yes ndio? Eh. Mbona ulikuwa unapingana mara kwanza kwamba mko kwa ma, ma, kwa mahusiano na Shiro? Si nimekubali sasa hivi basi. So kwa hivyo, kwa hivyo wewe pia ulihusika kuua brother yako, si ndio? Eh, so bro, mimi niliusikaje? Si ni dawa tu nilileta. Eh. Kama dawa wewe unataka si pia ulihusika. Si kama wewe ndio unaleta dawa, unaendaje dawa na wewe ni mtu mkubwa unatumwa na wewe pia unaenda. Kwa kumaanisha ulikuwa unajua hii plan venye ilikuwa, Si ndio? Unakutooga. Eh? Shida, shida hii.

Tu. Bro lakini bradako, bro mbona ukakubali kuua brother yako lakini? Unajua mimi Bro nashindwa ulifaidika nini kuua bradha yako. Lakini walisema kwamba ulikuwa na wivu na brother yako, ni ukweli ulikuwa na wivu? Kwa sababu anaendelea, wewe uendelee. Huyu mwanamke afutakuja kwa familia, ndio ndarete story yote bro. Mimi na mina brada zangu tunaelewana, lakini huyu alifanya mimi yote ama yote huyu huyo, no no, bibi yake huyo, ndio alikuja akaleta hiyo story yote bro, bibi yake yenu Sio ni bibi yenu sasa. Bro, hata sikuwa. Yaani alini approach tu sikuwa hata sikuja vile niliingia kwake. Ukakubali, na mpaka ukatuma ukatuma dawa. Ni shetani tu bro ile niingilia tu hivi kwetu. Daktari alisemea tu. No, anga nimekubali. Siyo mimi. Kama haezi kubali makosa yake, anasamewa makosa gani? Iba, tumwaacha aende hivyo kwa sababu kuua mtu sio kitu mzuri. Tumwaacha aende hivyo kwa nyumba. Tumwaacha aende hivyo kwa sababu kuua mtu bro, sio kitu mzuri. Acha aende afanye mambo yake. Sio mimi. Ndio, kiburi yako unanijaji kila menda kazi yes. Uongeje tunafaa yes. Kufanya nini tukusamehena hadi hadi, ameshindwa kuteka accountability yake na unataka kuita Haizi kubali makosa yake yeah. umekubali utashughulikia bibi yako hey, na watoto. Nawatoto akikataa nipigie simu nitakupea namba yangu sawa. Akikataa nipigie simu tutarudisha huyo daktari na atamfanyia mambo amemfanyia hii sawa. Lakini Binai ni sawa tu lakini akikataa kushughulikia nini, watoto familia yako yote na venye huko wewe, nipigie simu nitakupea namba yangu sawa. Nipigie simu tutarudisha daktari, si amekubali hapa, kila mtu akiona hiyo logbook nadhani sasa nani, Chris mm, utakuja hapa kwa daktari, unaenda si ndio? Acha aende, acha aende. Nani, Chris, mkuje nyinyi wawili, na nani, na kazini yako sio, Steve, Steve, umeleta tu hata unafaa uende, umeleta tu ile book, unafaa hata uende, si tumeelewana, uh, kijana, kila kitu ile tumeongea yeah, tukipatana tena mahali pengine sababu yeah. Unajua mimi nakumulika tu. Sawa. Kila kitu ambayo unafanya na ubadilishe mienendo, utafute mahali yako kwa halali. Hii mambo ya ujanja ujanja, hii hii kijana isaidi kwa hiyo umuri yako. E kijana, jitume sawa, unaweza enda sasa. Kijana, vile nilikuwa nimekuambia mimi, ndapigania nyenye babu sahi, wewe ya kukupigania na hata hauna mti ya kukupigania na hata hii kesi, ungesema ungangane peke yako aungeweza, naamini na, hii ni kitu ya pili nimekuletea, na unaweza confirm tuone, kama angalia angalia angalia kama ni maji... angalia ka, hmm. ime... hmm. Angalia, sawa, lakini ime tu iko kama, angalia ka, iko sawa, hiyo haina shida, shida. Unaweza angalia tu, na huyu jamaa atakuja na basha. Kwaona hata basha ana kwa nyumba ana ileta <laughs> <laughs> tu hivyo hivyo tu kienyeji, ana hata basha, iko sawa hii minini wewe, ndio huko utashikilia hii vitu sababu hii vitu uta, utakuwa in charge kuangalia watoto na kuchunga hizi vitu, sababu kuna vitu bado najaribu kuweka sawa ndio mm. ndawaeleza vile kutaenda vile kutaenda ndawapea mwelekeo vile kutaenda. Na naamini utaangalia vizuri, si ndio? Kwa sababu najua niliona wewe ni mtu ya busara sana, mm, na ni mtu wa kujituma mm. Eh, huyu Simon, najua ningeambia watu mwanzo kwamba huyu Simon sio mtu mzuri mm, hawangeniamini. Nilitaka hii mambo yote itokee ili wenyewe wajione mm, na wajue ni mtu gani ambaye wanajaribu kuamini, na mimi naamini utachunga hizi vitu mzuri mm, na vitu zingine zile zimebaki zitarudi zote ni endelee tu kuwa watulivu, kila kitu naamini itarudi. Na tukikuja upande wako e, huyo mwanaume umeona vile mwenyewe amejieleza kwamba amebadilika. Na kama atajaribu kuleta ukoro wingine yoyote, we tafuta huyu kijana Binai aweze kunitafuta, sawa sawa. Akijaribu kuleta tena ukorofi ama umfike kwa nyumba ajaribu kuleta ujuaji e, sababu nimemwambia aende na nimejua kwa nini nimemwambia atoke aende. Nimetaka nimwachilie tu mwenyewe aende. Akijaribu kuenda kuleta ukorofi ingine, wewe nitafute kupitia huyu Binai. Na hata umefanya vizuri kukuja mm, sababu umenisaidia hii kazi mm, umefanya vizuri kukuja mm, umenirahisishia hii kazi yangu kukuwa rahisi, na naamini kila kitu itakuwa sawa. Akijaribu kuleta ujuaji E, dawa yake ni hii tu. Hii tu hii, mi natembeanga na hii. Hii ndio dawa yake, e, sawa sawa.